Wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa tunatathmini ripoti za kuwasili kwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila jijini Goma. Kabila wiki kadhaa zilizopita, akiwa Afrika Kusini, alisema alipanga kurejea nyumbani kusaidia kupatikana kwa amani nchini mwake baada ya waasi wa M23 kudhibiti maeneo kadhaa likiwemo jiji la Goma na Bukavu. Katika hatua nyingine, serikali imesitisha shughuli zote za chama cha Kabila cha PPRD huku maafisa wa usalama wakifanya msako katika makazi yake. Kwanza tusikilize ripoti iliyotumwa na mwandishi wetu, kwanza ni ripoti iliyotumwa na mwandishi wetu fredi Tendilonge. Kusitishwa kwa shughuli zote za chama cha PPRD kufunguliwa mashtaka kwa rais mstaafu Kabila na kunyanganywa kwa mali yake yote ni hatua zilizochukuliwa na serikali licha kusema halijakuwa na uthibitisho wa kuwasili kwa Joseph Kabila Goma, lakini limesema ujio huu umechukuliwa kuwa nyeti. Patrick Muyaya ni msemaji wa serikali ya DRC. Bado sina uthibitisho, lakini tutaona kitakachotokea na atakachokisema, lakini mkumbuke kuwa rais wa jamhuri alisema kuwa mtangulizi wake anahusishwa na AFC, na msisahau kama rais Kabila mwenyewe aliwahi kupambana na M23. Kurejea kwa rais wa zamani kupitia Goma, jimbo ambalo kwa sasa limedhibitiwa na waasi wa AFC M23, linaonekana na baadhi ya walio madarakani kama udhibitisho la ukaribu wa rais Kabila na uasi. Hata hivyo, watu wa chama chake waendelea kukanusha uungwaji mkono kwa waasi. Ferdinand Kambere ni naibu katibu wa chama cha Rais Kabila PPRD. wanaenda wakasimamisha kazi za chama sasa. chama ilifanya nini kama chama na kama ni ile ambayo wanasema, Rais Joseph Kabila amejitokeza Goma, nani alionyesha hata picha yake, hata mmoja pale Goma, na yeye akafika Goma kama mwananchi, ni zambi gani? Kambere yaendelea kusema kuwa serikali haiwezi kuchukua mali ya rais Kabila bila kesi zidi yake au bila hukumu yeyote. watakamata vitu kufatana na jugement gani ambayo <laughs> iliwakondane wakondane, hakuya kuwa masambo yoyote, we ministre wa justisi deja unatangaza sura ya jugement haya. Yanajiri wakati majadiliano kati ya Kinshasa na, na waasi wa AFC M23 yaendelea huko Doha, nchini Qatar. Fredite Nzilonge, Kinshasa re Kiswahili. nam ni kwa nini ripoti za ujio wa Kabila umezua mjadala mzito chini DRC na iwapo alirejea, hii inamaanisha nini? Mimi ni Victa Abuso na kunisaidia kutathmini kwa undani kinachoendelea naungana naye Profesa Kisubi Nguo Moja, mchambuzi wa siasa za DRC. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Asante, asante. Naam, lakini pia naungana naye Profesa Dadi Swale ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za DRC, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante, tuko pamoja. Naam, nianze nawe Profesa uh, Dadi Swale unazungumzia vipi hiki ambacho kimeripotiwa uh, siku chache zilizopita kuhusu ripoti ambazo hazijathibitishwa za uh, Kabila kurejea Goma na namna watu wamekuwa wakizungumza na nafikiria, kama ni kweli rais uh, wa zamani uh, Kabila, watu nyingi walisema alifika Goma. Mpaka hapa hakuna hata mtu mmoja anaweza anaweza onyesha kama alifika au akufika. Ma tunajua kama ye peke alisema ataweza kufika na tunaona tangu zamani ayabidi hata siku moja kusema kwamba Rwanda kabisa inafanya vitu vibaya, na hiyo M ishirini na, na, na, na tatu ajitie kabisa sana juu vita iishe. Sasa hapa anatafuta kuingia ataingia ngambo gani? Na juu vita iendelee au vita iishe? Hakuna mwenye anafamia kabisa, metukafata maneno yenye nasemekana na ye peke na watu wa pembeni yake. Tunaona kama anaweza kuwa tangu zamani visifanana kuonekana anakuwa saa mwenye na, anatumika akose sana na na hiyo yenye tunasema Rwanda, Uganda na wengine. Profesa Nguo, wewe unasemaje na unafikiri rais wa zamani Joseph Kabila ana nafasi gani kwenye kusaidia uh, utulivu kurejea sa kule mashariki mwa DRC? Rais Kabila anaweza akasaidie kwa kuleta amani? Anaweza akasaidia namna gani? Unajua uh, Kongo uh, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nane ilikuwa kwenye vita Vita hivyo vilikuwa kati ya magundi mbalimbali, yaani MLC yenye ilikuwa ikiongozwa na bwana Jean-Pierre Bemba, RCD yenye ilikuwa inaongozwa na, na bwana Azarias Ruberwa na magundi mengine mengine, lakini kwa hiyo bwana Kabila alipashwa kukubali kufanya accord ya ya kupenda kuleta amani. Tuzungumzie hizi ripoti ambazo kwa kweli ni vigumu kuthibitisha, kama alivyosema uh, Profesa Dadi hapo. Iwapo kweli alikuwa Goma, unafikiri kwa nini kumekuwa na mjadala mzito hivi kwamba iwapo amerejea nchini, kwa nini afikie eneo la mashariki ambalo alina hali ya wasiwasi. Tusiwe tunaongea mambo hivi hivi tu, kizibiti cha kujua kwamba ameingia Goma kwenye kuwa M ishirini na tatu kiko wapi, Profesa Dadiswale? Tuzungumzie pia ripoti ambazo zimechomoza kwamba serikali imesitisha shughuli za chama cha PPRD chake A Kabila unazungumzia vipi hatua hii ya serikali? Nafikiria kama atupashenda mbiumbio kukondane Kabila ingilifanyiwa tangu zamani ju president raisi alisemaka deja ke ye anajua kama ni ye ndiyeko na m ishirini na tatu. Na nikaswali tena, kwa ile wakati kama raisi anasema vile juu ya nini awamushike, ju alikuwa Kinshasa, alikuwa Lubumbashi ni makosa, raisi hawezi kusema vile kama ana gisi mwenzangu, anasema shurulisho, ana maprev gisi batu banasema, donc tunakuwa sa mumchezo ya watoto, munihurumie kabisa. Sa mi nasema tuko sa mumchezo wa watoto, atuone ya lazima kama ni raia yenye kwe na kufa mali yetu inapolewa na tuko naendelea kukufa na njala. A, Profesa Nguo, umemsikia profesa mwenzako Dadiswale, labda una chochote cha kuongezea katika haya ambayo ameyasema. Sio halali zaidi sana, wamekwenda mbio zaidi sana na mambo sababu, so mambo yote ambayo tunaongea tunayaongea bila kizibiti ile ambayo wanaita kulugha ya Kifaransa preve. Amefanya nini PPRD? Kabila hayupo, na kama kama Kabila amefanya makosa, si wanaweza wakamfuate Kabila binafsi. Chama kimefanya nini? nam uh, kwa kweli muda wetu umeyoyoma sana. Kwa sekunde chache ambazo zimesalia, Profesa Dadiswale, uh, wewe unaona wanasiasa wa DRC wana nafasi gani kwenye kutatua huu mzozo ambao uh, unaendelea kwa muda mfupi sana ambao umesalia? Nafikiria inabidi tupate wanasiasa wa mpya kabisa wa kupenda nchi wa kukuwa wazalendo na kwa hiyo wakati mi nalomba wanasiasa yote wa Kongo wajikazi wakuwe wazalendo, wasikuwa wasaliti. Nyumba inalungula, hatuna uh, aiko ya lazima kujua kama mashurti ni nini, na kama mapreve ile yote inakuwa ya kufatana na watu. Hapana, tunapasha njo pigania ulongo ya wababu yetu, tunapasha kuwa wazalendo nafikiria uh, tukakua na watu wanaelewa ile, hatutafanya uh, hiyo yenye niko nasema madeba chini chini ya jina ya batu ya jina ya Kabila, jina ya, ya, ya, ya Feliki Sekedi, jina Martin, jitutafanya uh, uh, uh, iyo debate juu ya Kongo iende mbele, hapana majina ya watu iende mbele. Iyo njo viongozi ya mingi ya, ya Afrika awaelewe, na tunabakia uh, nyuma, tunaendelea kupigana kushie peke, nyumba inaendelea kulungula na kila mtu nawaza yee njo wa maajabu, hakuna mutu wa maajabu hapa. Nchi njo inapasha ikuwe ya maajabu, donc na nawalomba kabisa tujikaze, tukue uh, wazalendo tusikue wasaliti, tupende nchi yetu, na nalomba raia raia, tukaona watu watumike wote, mzuri awapendi kusikilizana, juu tupate amani na mali yetu isiporewe. Kunakuwa mkatiba ya constitution ya Congo, uh, article 5 inasema kama raia njo nguvu, raia njo yote. Naam, profesa Kisubi nguo moja we unasemaje? Kongo ina nia, ina haja ya kupata mainstitution ya nguvu sana kuliko kupata watu wa nguvu sana, na tunaomba pia, kadiri mwenzangu alivyoongea, tunaomba watu wenye kuwa wenye kusalia kwenye madaraka wawe na moyo wa kupenda nchi, sio moyo wa kupenda hela. Nam, asante sana Profesa Kisubi nguo moja kwa tathmini yako. Uh, ukiwa hapo bila shaka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nashukuru bwana na kushukuru pia profesa Daddy Swale kwa mchango wako wiki hii, asante sana. Asante sana pia mimi ni Victor Buso, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Kwa heri kutoka hapa Nairobi.